Muhashamwa Askofu Mkuu Renato Sinkwande, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki Mwanza, anawaalika mapadri, watawa na waumini wote wa jimbo kuu katoliki Mwanza na viunga vyake kumshukuru Mungu kwa utume wa Radio Maria Tanzania kutimiza miaka ishirini tangu kusikika kwa masafa ya FM jimboni Mwanza. Siku hiyo kutakuwa na matembezi kutoka parokia ya Nyakahoja hadi parokia ya Mtakatifu Joseph Mfanyakazi Kirumba ambacho ni kituo cha hija cha Familia Takatifu tarehe 31 ya mwezi wa tano, mwaka 2025. Matembezi yataanza saa mbili kamili asubuhi na adhimisho la misa takatifu litaanza saa tano kamili asubuhi. Matembezi hayo ni kuenzi utume wa Radio Maria Tanzania jimboni kwetu na ni sehemu ya hija. Siku hiyo tutamshukuru Mungu kwa kumaliza mwezi wa Mama Maria na kuendelea kukabidhi nia zetu sisi mahujaji wa matumaini. Siku hiyo ni siku yako, ni siku yangu na ni siku yetu. Sisi sote na si ya kukosa. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0718336659, kwa ndugu Stanislaus Mhema, mwakilishi wa Redio Maria Tanzania, jimbo kuu katoliki Mwanza. Hakika tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Twendeni mapadri, twendeni watawa wakiume, wa kike na wa kiume, twendeni waumini wote, tukahiji na mama Maria, mama Maria, Mama wa matumaini.